Unakopigana vita ili uvipate, lazima upigane, you must fight, kwa sababu Shetani hata kuruhusu kirahisi. Ana target yake, na target yake mojawapo ni kuhakikisha kwamba mtoto wa Mungu hawi na possession, hawi na mali, hawi na vitu. Hilo ndo la kwanza, target yake ya kwanza, mtoto wa Mungu hawi na vitu. Wanaosoma Biblia wanajua nini kilichomfanya Shetani aende kwenye Eden. Shetani alipoenda kwenye bustani ya Eden, hakwenda kufuata upako, hakwenda kuua mtu. Alichofuata kwenye bustani ya Eden alifuata vitu. Alafu mimi na wewe tunadanganyana. Yaani ukiwa na Yesu inatosha, hata usipokuwa na vitu sio shida. Tunadanganyana. Kilichompeleka Shetani Eden ni vitu. Mungu anapomuumba Adamu na Eden, waweka kwenye bustani ya Eden. Kitu cha kwanza alichowapa sio upako. Mwambie mwenzako sio upako. Upako. Aliwapa vitu. Kwa sababu hiyo ndio kanuni inayomwezesha kiumbe yoyote anataka kutawala dunia. Hauwezi kutawala dunia kama huna vitu. Tuache kwa hiyo kudanganyana na yale, yale maombi yetu yale tunao danganyana yale. Eh, Tuende kwenye maombi. Maombi yetu ya leo tunaenda kutawala Tunduma kwa maombi. Natawala Tunduma, nakuja mwaka natawala. Huna hata kibanda, unatawalaje? Huna hata mia, unatawalaje? Najua kuna watu hawawezi kunielewa kitu ninachosema. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ukivisikia kwa muda mrefu. Tunaenda sawasawa sawa. Kuna vitu ukivisikia kwa muda mrefu hata kama ni, ni, ni, ni vya kweli lakini sio ukweli wote, uwezi kutoka kirahisi hapo. Mtu anataka kukutoa kwenye eneo ambalo wewe unaamini hivyo. Mi natawala Tunduma, naitawala Tunduma. Mi nakuhakikishia Tunduma ina wenyewe na ndio inayoamua maisha yako yaweje. Unataka kuishi tofauti, unataka kuishi vizuri Tunduma, lazima ujue namna ya kudil nao, lakini sio kwa maombi. Maombi yana sehemu yake. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Maombi yana sehemu yake, lakini uwezi kufanya kila kitu kwa maombi natawala Tunduma yote, iko chini ya mikono yangu. Kivipi? Iko mikononi mwako. Kwa hiyo, nimekamata nguvu zote za giza, zote zote zote. Sawa, hilo unaliweza, sawa, kwa sababu ni kitu cha kiroho, si ndio? Alafu ukitoka kwenye maombi hayo, asubuhi ukiamka, ukikutana na yule bibi jirani yako ambaye mnamuitaga mchawi kila siku, akiamka amekununia nunia, ehe, ndio nimetawala, ndio maana amekasirika. Wala hajakasirika chochote, niamini ninachokwambia. Tunataka tushinde katika kipindi cha mwisho tunaenda sawa sawa. Tunataka tushinde katika kipindi cha mwisho, lazima tukubali kwamba posesheni ni sehemu yetu. Umiliki wa vitu lazima uwe sehemu yetu. Tukikataa vitu, tumemkataa Kristo.